Mpenzi mfuatiliaji wa dondoo TZ Media, leo hii tumekuletea taarifa nyingine tena kuhusiana na msanii huyu Nyanda Juma OG ambaye anatambulika kwa jina la Petro John Twiga, msanii aliyezaliwa tarehe 17 Mei 1998 ambapo msanii huyu amepitia changamoto za hapa na pale. Leo hii tumeamua tumekuletee taarifa zake. Tumeshika kitabu chake sura ya nane, kitabu ambacho kinasema endapo walimwengu utawaamini sana, ipo siku watakuuliza na kukuachia majeraha moyoni ambayo hayaponeki. Kwa hiyo tuna kinukuu kama alivyoandika msanii huyu kitabu chake ambacho kimechapishwa mnamo mwaka 2012. Kitabu hiki kinamwelezea changamoto za msanii huyu ambaye anaishangaza dunia leo hii, ana mafanikio makubwa, watu wanabaki wanajiuliza bila kupata majibu. Kumbe <coughs> mzalaulie ndio utakayemheshimu kesho yako. kwa hiyo tuna na sisi tunakufikishia taarifa kama ilivyoandikwa na huyo msanii, kitabu chake cha sanani kazi ambacho kimeandikwa mwaka elfu mbili kumi na mbili. Msanii huyo aliweza kufanya makubwa na bado anaendelea kuishangaza dunia na kuaminisha kwamba Mwenyezi Mungu ndo aliye juu zaidi ya wanadamu. Tukutane sehemu ya tatu tena.